Upandishwaji wa vyeo kwa watumishi hufanyika kwa kuzingatia sifa na vigezo vilivyoainishwa katika miundo ya maendeleo ya utumishi ya kada zao pamoja na mambo yote yaliyoainishwa katika aya ya 4.4 ya sera ya menejimenti ya utumishi wa umma toleo la mwaka 2008, kanuni namba D hamsini na moja, moja, na mbili ya kanuni za kudumu katika utumishi wa umma toleo la mwaka 2009. Pamoja na sifa na vigezo hivi, katibu mkuu utumishi ana mamlaka ya kuwapandisha vyeo watumishi wenye sifa waliocheleweshwa kupandishwa cheo kwa mujibu wa miundo ya maendeleo ya utumishi kwa njia ya mserereko kwenye vyeo wanavyostahili. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 23 24 serikali imewapandisha vyeo watumishi waliocheleweshwa kupandishwa cheo kwa wakati kwa mserereko watumishi 1556 na mwaka elfu wa fedha 2025 watumishi 4259 Na serikali itaendelea kuwabaini na kuwapandisha vyeo watumishi waliochelewa kupandishwa vyeo.